Unaangamiza watoto wa watu, utajirike wewe. Ajabu. Ukipita karibu na watu unaweka kiyombe juu. Una kimbiza haramu. Hiyo ni time bomb bwana. Mustakbali ya hii umma iko wapi? Watoto wako wapi? Hawa ndio focal point ya Uislamu, ambao wenye kupeleka gurudumu la Uislamu mbele. Hakuna, wameangamizwa na watu wanaojiita wa Uislamu, wanafiki ambao wanauza mabanki ili kutafuta tu faida kutokana na haramu, mihadharati na kukimbiza tu magari barabarani pride in haram. Kitu haram ndo unajigamba nalo, unatembea barabarani. Ukipita karibu na watu unaweka kiombe juu. in, in It's so unfortunate. Unaangamiza watoto wa watu, utajirike wewe. Ajabu. Watoto wako huwezi kuwafanyia namna hiyo. Watoto wako wenyewe huwezi kuwafanyia hivyo.